Ndugu zangu nataka niwaambie kwamba katika dunia hii tunayoishi, tusiwe watu wa kuamini kila kitu, na hata watu wanapotusogelea, tutumie muda wetu kuweza kuwachunguza ni akina nani. Ndiyo yaweza kuonekana kuwa vigumu sana kumjua mtu ambaye umemwona mara ya kwanza, lakini kumbuka kwamba unapoongea na mtu kutokana na maneno anayo yatoa kwenye mdomo wake, waweze kuelewa kwamba huyu mtu anataka nini, wala anataka kuzungumza nini. Ukumbuke kwamba ndugu yangu, kuna watu wengi wanaweza wakakusogelea katika maisha yako wewe na wakakunyoshea mkono, ukafikiri mkono walikukunyoshea ni wakukuvusha, kumbe ni mkono wa kukudidimiza wewe, na Paulo anapokuja waonekana wanaweza wakawa kabisa msaada wa kukuvusha kabisa katika maisha yako, lakini hao ni watu wamekuja kukushusha wewe chini zaidi hata pale ulipokuwa. Na watu wainaye wako wengi sana katika maisha yetu ya kila siku, waweza kutoa mashauri yao, ukafikiri mashauri yale ni ya kukujenga, kumbe ni ya kukubomoa wewe. Watu wao wanaweza wakawa wanaongea na, na, na ukikuta wanaongea utafikiri yale maneno wanayoyaongea ni ya kweli na yanatoka kwenye midomo yao, lakini ni maneno ya unafiki tu. Hata usha, mshauri wanayotoa ushauri ule sio wa kujenga na sio ushauri ambao waweza kukusaidia wewe, lakini ni mashauri ya kukatisha wewe tamaa. Na hiyo hali, inatakiwa tuwe makini hata kwenye maisha ya watoto wetu watoto wetu wanakutanana na watu ajabu sana wakiwa mashuleni, wakiwa hata mabarabarani, hata watu wanaorafikiana nao. Waweza kukutanana na mtu huko nje, ambao atawaambia kwamba nitakusaidia, unajua maisha yako ni hivi. Kweli na ujana ule, watoto wakajiacha, na pale anapojiacha kwa mtu kama huyo, akifikiri kwamba ni mtu atakayemsaidia lakini anaweza kumwingiza kwenye shida ambayo hiyo shida haiwezi kuwa tu ya kwake bali hata ina, inaweza ikaasiri hata familia. Nataka niwape mfano moja. Kuna kijana moja ambayo maisha yake yote ni kijana ambayo aliangaika kutafuta maisha. Kwa bahati nzuri wala mbaya, anaweza nikasema alikutanana na kijana mwenzake mwingine tu ambao anamzidi umri kidogo tu Kijana akamwambia bwana, unajua mimi hapa nimefikia, nimepitia vitu vingi, lakini nataka nikusaidie kweli. Alimnyoshea mwenzake mkono baada ya kusikia mwenzake anapitia shida, na yule kijana aliyekuwa na shida hakutaka kukataa. Aliamini kwamba ule mkono aliyenyoshewa ni mkono utakayemvusha yeye kutoa ile hali aliyokuwa nayo na kwenda kwenye hatua nyingine. Lakini kilichotokea yule kijana alimpeleka mwenzake kwenye mambo ya hovyo sana, alimwingiza kwenye madawa ya kulevya, akawa anamfungia mizigo, anapeleka, anafunga mizigo, anapeleka. Huyo kijana hakuishia hapo, alianza hata naye kuanza kuvuta, na baada ya hapo yule kijana alikuja kuathirika na akashikwa, akafungwa. Lakini baada ya kutoka sasa kwenye jela, yule kijana aliambia watu yale yaliyomtokea kabla hajaingia kwenye shida hizo na hili ilikuwa ni funzo kwa watu wengine. Ndugu yangu, ujue kwamba sio kila mtu anayekusogelea wewe ni mwema kwako. Kuna wengine wanakuja ni kukushusha, wala sio kukuvusha kutoka hatua hiyo kwenda hatua nyingine nzuri. Chunguza watu wanapokukaribia, iwo hata watoto wako, angalia wakina nani wanarafikiana nao, na hata hao watoto usipojua marafiki, chunguza maneno wanayoyaongea yanahusu nini? Maana wa ndugu zangu, sio kila mkono unaonyoshewa waweza kukuvusha kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine, lakini ni mkono waweza kukudidimiza wewe, kukuleta chini kabisa. Kumbuka kwamba dunia tunayoishi kuna mambo mengi, kuna mazuri ndiyo, lakini mabaya yanachukua nafasi kubwa sana. Unapotembea jua unahenda wapi na unataka nini katika maisha yako. Ukipokea kila mkono ukifikiri kwamba waweza kukuvusha wewe, utahenda kuishia kama huyu kijana aliyetoa ushuhuda wake. Na kama ndugu yangu, utapata meseji hii hapa kwamba sio kila mkono unaonyoshewa ni wa kukuvusha wewe bali ni wa kukudidimiza. Gawa mada ina watu wengine waweze kupokea mashauri haya, na unapopata video zetu like video zetu, andika commenti, haita haitachukua haita hata kitu kimoja kutoka kwako, na usubscribe chaneli zetu ili tuweze kupata nguvu ya kuandaa vipindi tena na mashauri mengine mazuri hapo mbele. Asante sana na Mungu ataenda kutubariki wote, amena.